Haibu na ujinga, kuweza kupokea South Africa. Wewe unaacha uzalendo unapokea South Africa. Mimi si nilipokelewa. Na niliishi miaka minne. Wangenifanyia chuki. Sasa nakuuliza huyu sio wa timu. Huyu akawa. Sasa hata timu yake imefanya vibaya na chambuaji. Tunasema anatuhitaji. Kwa hiyo muda wa kucheza na sisi ushafika. Tushinde mechi yao, tushinde mechi zetu. Akapigwa tena mara ya tano. Na nikasema, Ahmed Yani. Ndio msemaji peke yake walowai kupita vilabu vya Simba na Yanga akakaa muda mrefu, ajanyanyua kwapa, hawezi kuwa msemaji, anakuwa mwimba taarabu. Tunampa salamu asaubile, hatiye nywele maji, hatiye nywele maji. Sisi sasa hivi hatuna masiala na mtu yoyote, hatuna kucheka na mtu yoyote, na hakuna mtu yoyote tunaenda kumpangia kikosi, kikosi cha mchekea wewe. Wow, ukija mdomoni kwetu tunaweka quality. Simba akienda fainali sawa, mm -hmm. Ntasimama mwaka mmoja, mm -hmm. siongelee mpira. Ukiingia kucheza na Yanga usitegemee sisi, watapangwa wachezaji nyoronyoro mm -hmm. Unapangiwa fulu nondo, eh, unapigwa busta yote, utajua wewe kusuka au kunyoa. Yani mno hakuna timu tunayohitaji kama Simba. Tunawaomba kabisa wasijivunje, historia ya Simba haijawahi kuitoa timu yoyote inayotoka South Africa. Usiogope uongo kweli, sasa hivi tunawaambia wachambuzi Wamfata Amisamobeto, wamwambia, asimwambia Azizi maneno anaomwambia. Historia nyingine ya Simba naingea mimi, historia kama ipo, mwana Simba apite hapa, aje kunipinga haya nayaongea, hata kama kiongozi wao yupo karibu, wamlete hapa. Historia ya Simba haijawahi kufuka hatua yoyote, kaanzia nyumbani kwenda kumalizia ugenini. Huyo no comment kwangu. Tunazungumza michezo kama ilivyo ada. Hii ni Chapesa Media, mimi naitwa Waziri Tambiko, nyuma ya kamera director Runde. Tupo na Nasoro, shabiki na mwanachama kindakindaki wa Young Africans, anavimba na kitambi sasa hivi. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa baraka na labda kwambia rafiki yangu, mimi kitambi ndo mwili wangu, lakunikuta mwembamba, hii ndo bodi yangu ilivyo, mimi sina bodi mgogoro. Siusha hii V8 Nasoro, Young Africans dhidi ya Stand United, chuma nane. Azizi Stefano Ki goli 4, chama goli 2, kibabage goli moja Kennedy Musonda goli moja, wanasema kama mmewaokota hivi, Stand United chama la wana goli nane. Kwanza labda nikujibu watu wakituambia sisi wale tumewaokota waulize wao walicheza na Mbeya City au walicheza na Mbeya City? Mbeya City na wale wamepishana point ngapi? Point moja sawa, kwa hiyo manake yule mbovu na Mbeya City, Mbovu. Kabla hujamwambia Stand mbovu, jiulize wewe timu yako ilishawahi kupigwa goli nyingi au hajawahi, utamwambia mwenzako mbovu. Yule kapigwa nane, we ushapigwa tano hmm. Sasa unaombeaje mwezako mbovu na wakati wote nyi wabovu siushanelewa? hmm. Sisi tunaenda kukifanya, tunafanya haya kwa sababu maalum, kuna mtu maalum, si tunamtafuta. Kuna mtu si alitukimbia huku kwenye ligi, sasa tumebaki sisi hmm. yeye Singida na JKT. Yeye atacheza na Singida. Sisi tunacheza na JKT, hey. hmm. wasijivunje. Sisi tunawahitaji, wasijivunje. Wao wanaenda kucheza na Singida, sisi tunaenda kucheza na JKT, wasijivunje. Una maana gani Nasoro? Maana kujivunja, hmm, wanaweza kukimbia wakafanya wamezidiwa na Singida kumbe wamekimbia. Tunawahitaji, tunawataka yani mno, hakuna timu tunayohitaji kama Simba. Tunawaomba kabisa wasijivunje. Tunawajua uwezo wao na tunawajua uwezo wa Singida, kama walivyoenda kucheza ligi na Singida walivyoitaka pointi tatu ndio wakacheze sasa hivi na Singida nusu fainali. Wamekuwa wanapiga kelele hadi msemaji wao, kuwa si wanatuhitaji, sasa muda wa kukutana na sisi ushafika, e. si walisema so, wanatuhitaji. Kwa hiyo muda wa kucheza na sisi ushafika, washinde mechi yao, tushinde mechi yetu, tuende tukawaonyesha, wa Tanzania wanaitaka dabi akapigwa tena mara ya tano. Wao walisema walikuja na mbuzi pamoja na wazee, sisi hatujui hilo. hmm. Waje hadi na ngerele, tunaitaka dabi, dabi mnaitaka. Washinde mechi yao tushinde mechi yetu tucheze dabi, wasikimbie kimbie. Kukimbia kimbia sio kigezo au sio vizuri, usikimbie kapime timu yako tunawaambia tunawahitaji. Ah, tunawapa salamu tunawahitaji. Sisi tunawajua uwezo wao, tunajua uwezo wa Singida, uwezo wa Simba mnaujua? Eh. hmm. waende kucheza na Singida kama walivyoenda kucheza kutafuta pointi tatu, walivyoenda kule Taliti kutafuta pointi tatu, ndivyo waende wakacheze na Singida na solo nyema. Kutana na JKT Tanzania kwenye ligi mmetua sare bila bila bila, huoni uh, kuwa na mechi ngumu na JKT. Mechi ya JKT natanza, na Yanga fika nusu fainali haina ugumu. Tunampa salamu Asaubile, hatiye nywele maji, atie nywele maji. Hmm. Sisi sasa hivi hatuna masiala na mtu yoyote, hatuna kucheka na mtu yoyote na hakuna mtu yoyote tunaenda kumpangia kikosi, kikosi cha mchekea we wow. Ukija mdomoni kwetu tunaweka quality ukiingia kucheza na Yanga usitegemee si watapangwa wachezaji nyoro nyoro mm. Unapangiwa full nondo eh, unapigwa booster yote utajua wewe kusuka au kunyoa, kwani stendi simona kilichomkuta mm. stendi alijua labda anaenda kwa kuta kina Faridi Musa, kaja kaenda kuikuta booster akachukua nane. Sisi hatuachi kitu mm. Yemidali, saide, anakutazama sasa hivi. Wewe, ah, usinizungumzie wewe, ujue Tanzania ndi nchi peke yake na ina kwenye mpira ina mambo ya ajabu hmm. soe bangu hmm. Tanzania ndio peke yake utamkuta mtu mchambuzi mtu sioo sawa hmm. mtu mchambuzi mtu wakaa Tanzania peke yake, nchi nyingine yote huwezi kwenda kuona hmm. Sasa nakuuliza huyu sioo wa timu huyu wakaa, sawa, timu yake imefanya vibaya, nachambuaji huyu uh, akala mchezaji saa huku mchambuzi uh, mchezaji wake fanya vibaya tena kumchambua. Ah. Huyo vibaya, huyo no comment kwangu, mimi naona mlopokaji hmm. Nasoro, uh, Simba Sports Club leo imevuka maji kuelekea kule Visiwani Zanzibar, katika mchezo wake dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini katika hatua ya nusu finali. Ni kauli mbiu wameenda, hatuishii hapa, ni kauli yao bora ambao wametoa jana kupitia kwa msemaji wao Ahmed Yar. Kwanza wamepokea kauli ya Simba Sports Klabu, atuishii hapa. Mimi sijapokea kwa sababu ya historia yao, kwa historia ya Simba hmm. Na kama yupo mwana Simba hmm. ataweza kunipinga haya anayaongea, na mruhusu aje, mimi naongea historia ya simba inavyoongea Historia ya Simba haijawahi kumtoa timu ya South Africa. Uongo kweli? Usiogope kuongea, sema kweli. Historia ya Simba haijawahi kuitoa timu yoyote inayotoka South Africa. Usiogope, uongo kweli? Historia nyingine ya Simba na kugea, mimi naongea historia. Kama ipo mwana Simba apite hapa aje kunipinga haya nayaongea, hata kama kiongozi wao yupo karibu Wamlete hapa. Historia ya Simba haijawahi kufuka hatua yoyote kaanzia nyumbani kwenda kumalizia ugenini. Hatua robo, yeah. Uliwahi kuona robo Simba akavuka kaanzia nyumbani ugenini hii? Hii hapa uzuri wake, mimi nimekaa South Africa mm, miaka hii mm, ile timu inatoka mji mmoja unaitwa Soweto. Walioka South Afrika wanajua nini maana ya Soweto? Sushalewa wanajua nini maana ya Soweto? Wale wanatoka Soweto, sawa? Mji mmoja wa Soweto wanatoka. Sasa mtu ukimsana okay, kwamba hajatoka Soweto haijui hata timu yenyewe. Halafu uzuri wa ile timu haina nyumbani na wala haina ugenini haina nyumbani na wala haina ugenini. Zamarege kaenda kufungwa Misri. Kwa hiyo wanakuja wa mashabiki wao wapo kwa watu walioishi ni mmoja South Africa watu walioishi South Africa eh, watakuwa hmm. eh, hmm. haibu na ujinga kukosa kuwapokea hmm. South Africa. Haibu na ujinga kukosa kuipokea South Africa. Wewe, oh, unaacha uzalendo unapokea South Africa. Mimi nilipokelewa. Hmm. Na niliishi miaka minne. Mm. Wangenifanyia chuki au ba. Hmm. Angejua nani? Hmm. Sasa inakuwaje leo siwapokea? Labda kauli yao ya kusema hatuishi hapa. Na ile kauli ya mara kwanza hii tunavuka na umevuka kweli? Hawaishi oh, hapa wanaishi Zanzibar ile kauli waishi hapa anaenda kuishia Zanzibar na Medar amesema ni kitu ambacho kama maiti nazikwa saa kumi s tazikwa saa kumi vilevile. nanikasema ndio msemaji peke yake walowahi kupita vya Simba na Yanga kakaa muda mrefu ajanyanyua kwapa, hawezi kuwa msemaji, anakuwa mwimba mwimbataarabu Susha ndo no, msemaji peke yake alizopita timu hizi Simba na yanga, hajanyanyua kwa hapa ya ligi kuu ndo yeye peke yake sa so, ya anaweza kuwa msemaji Nasoro Simba hii, ya kina mpanzo, ya kina chazi au wa. Eh, eh, na soro huioni Simba kufuzu kwenda fainali. She wangu hmm. baada ya mechi ya South Africa nitafute hii ya wachambuzi hmm. nawakumbusha hmm. wasijifanye wamejisahau walikuwa wanaongea sana kuhusu Stefano Aziziki kuwa Amisa anamuua kiwango Stefano hmm. Stefano no, Aziziki hmm. Wachambuzi kila kukicha walikuwa wanalizungumzia hili Amisa Mobeto anamuua Aziziki. Aziziki baada ya kuoa tu akaenda kupiga atiki, tumeona wachambuzi wapo kimya. Hata kumuongelea hawa muongelei. Sasa hivi tunawaambia wachambuzi wamfate wa Mr. Mobeto wamwambia simwambie Azizi maneno wanaomwambia kwa sababu wa Mr. Mobeto akimwambia Azizi kafunge chuma moja anaweka chuma moja, Azizi kaweke chuma nne anaenda aenda kuweka chuma nne, na hata kuongea wanashindwa kuongea. Haya ndio majibu ya mchezaji mkubwa Nasoro, kitokea Simba Sports Club amefuzu fainari, unaidi nini Nasoro? Mimi mm, sishangilie mpira mm. Simba kama kaenda finali nda staf mpira kido kwa muda. Simba akienda finali ndasimama mwaka mmoja. Simba akienda finali sawa, ndasimama mwaka mmoja, asiongelei mpira.